alivamiwa na watu wasiojulikana na akaumizwa vibaya. E, alipata majeraha kichwani, majeraha ambayo yalimfanya alazwe katika hospitali ya Aga Khan pale e, Dar es Salaam. Kwa wakati huu anaendeleaje Fr. Kitima? Nimezungumza naye, bado yuko chini ya uangalazi wa madaktari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 Sasa ningesema, isingekuwa busara kufanyia kazi mashaka, kwa sababu tayari imesharipotiwa kwa vyombo husika. Tusubiri na sisi tutatoa pia statement yetu kwamba ni wapi tunasimamia. Nashukuru sana, na ni wape pole. Nashukuru sana.